Lengo la mheshimiwa rais, kuhakikisha siku mia moja anaenda kuyagusa makundi haya maalum kupitia manispaa ya Temeke. Vikundi hivi mia 237 tunavyoenda kuvipatia bilioni 7.5 tutahakikisha fedha hizi mnazipata haraka sana. Na ndugu zanguni, kule nyuma, naweza kupigiwa hadi na simu na nini janda, na nini, tukaambiwa kama tulikuwa tujajiandaa tusingeanza kufanya mambo yote hayo. Naombeni sana tusianze kupigiana simu fedha hizi najua zipo nazo pale haraka sana ziende kwenye vikundi hivi. Tumepitia mchakato mrefu tulikuwa na kamati ya wakiki, kama tumesha hakiki mpaka tumewapa mafunzo, maanake tumeshafanya fanya nini, tumeshajiridhisha bado unafuatilia nini? Naomba ni saini adiaeda. Twendeni tukapendane, twendeni tukatengeneze amani huko kwenye makundi yetu. Tukiwa na amani, tukigundua na kule kwetu kuna mikopo kama hii, na wakina mama wanasuka ukili, wanatengeneza biashara, zinauzwa mpaka kwenye masoko ya kimataifa hutakuja Temeke halafu ukawa wewe kazi yako ni kupora hela za Temeke na kukimbia kivia. Sasa sisi tuliokuja kuisaidia Temeke hatutakuruhusu ufanye jambo kama hivi. Kwa upande wangu semina hii, yani nimejifunza mengi, hususani yani nimeelewa jinsi ya kupanua biashara na kuendesha kuuendesha mkopo, jinsi ulivyo jinsi ya kupambana kurudisha marejesho yaani, kwa kweli tumejifunza mengi na tunashukuru sana kwa semina, yaani tumeipenda. Kwa vijana ambao wa wameshachukua wamepata nafasi ya kuchukua mkopo huu wasitoke nje ya malengo, sababu naamini hakuna kwenye katiba yetu au katika maandiko yetu amna mtu aliandika beti. Wote tumeandika miradi ambayo tunakusudia kufanya aidha tunaijua tunaifahamu au tuna ujuzi nayo tusitoke nje ya malengo yetu, tubaki ndani ya malengo ili tufanikishe ndoto zetu. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais eh, kwa kuonyesha nia thabiti kwa Watanzania kwa hili jambo la utoaji wa mikopo kwa sisi vijana. Hakika tunafahamu kwamba tutakwenda kutengeneza ajira ambayo itakayokwenda kunufaisha sisi vijana katika kuendesha maisha yetu kila siku eh, lakini pia tunamshukuru mkurugenzi wa manispaa ya Temeke ameonyesha uthubutu. E, e, manispaa yetu ya Temeke imetenga bilioni 7.5 pointi tano. Hii ni ni, ni, ni, ni ni wazi kabisa kwamba amekuwa ni kiongozi anayetofasiri matakwa ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba mikopo hii inawafikia walengwa.